Zelensky huyu ni rais wa uh, Ukraine lakini pia rais wa Marekani wa sasa Donald Trump uh, hivi karibuni naweza kusema kwamba ilikuwa ni match most uh, yes, match most yani, tarehe moja ya mwezi wa tatu zilikuwa dakika kumi za majibizano kati ya Trump na Zelensky katika ikulu ya Marekani White House, ambapo miongoni mwa yale ambayo yalizungumzwa ni rais wa Ukrain alikuwa na matumaini chanya ya kuondoka katika ikulu ya White House Ijumaa moja baada ya mazungumzo chanya na Donald Trump ambayo yangekamilika kwa kusainiwa kwa makubaliano ya madini ambayo yangeipatia ya Marekani umiliki katika mustakabal wa Ukrain, ingawa si hakikisho la usalama kamili kwa Ukrain. Badala yake, Zelensky alikabiliwa na maneno makali mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa baada ya uh, rais Trump na makamu wake uh, wa rais JD uh, Vance kudai shukrani zaidi kwa msaada ambao Marekani imetoa kwa miaka mingi. Majibizano yalikuwa mengi sana. Uh, baada ya kuondoka kwake, uh, Volodimir Zelensky akaelekea barani Ulaya katika mmoja yazungumzia nchi ya mzumzia, mchia, Uingereza na mengi zaidi yaliendelea kutokea uh, katika uh, mara baada ya kutoka Marekani, namzungumzia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaelekea Uingereza. Hii tunaitazamaje, na nini tutegemee mara baada ya majibizano yalikuwa makali kwelikweli, takriban dakika kumi katika ikulu ya White House ya Marekani, mwalimu. mm. Kwa uchache mm. hii, tunaitazamaje katika jicho la Kiafrika? yes. Karibu, asante. katika jicho la Kiafrika mm. viongozi wa Afrika wamejifunza nini kutokana mm. na hilo mm. yes? Maana kumbuka Zelenski ni kiongozi mm -hmm. na dunia inamfahamu ni kiongozi wa taifa kubwa tu huko Ulaya, mm, katika taifa la mm, Ukraine, ambapo sasa kwenye ofisi za ovo uh, pale nchini Marekani kulitokea ma, uh, kidogo pale kulitokea mabishano na ma, kwa sababu Zelenski alikuwa ameenda kule kwa ajili ya kusaini mkataba uhum. Ukumbuke kuwa Donald Trump amesema kuwa kwenye vita ambavyo walikuwa wanapigana vilikuwa ni vita vya kijinga uhum, ambavyo asingeweza kushinda kwa vyovyote vile, Ukraine kuishinda Urusi kwa sababu alirejelea ubora wa jeshi la Urusi ambapo alirejelea kwenye vita vya nani huyu Napoleon Bonaparte uh, na mm, lakini, na vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo akasema kuwa walipigana vita ambavyo uh, vingekuwa wasingeweza kushinda mm. Kwa sasa Donald Trump anadai uh, Okay. Na yeye kwa madai yake anadai kuwa pale wametumia dola bilioni mia tatu na hamsini mm. Ingawa kwenye rekodi zinaonekana ni mia moja na sabini na nne okay. Vyovyote vile, kwa hiyo na, Donald Trump anadai Marekani imeshatumia fedha nyingi sana kuisaidia Ukraine. Je, Hmm. Yes. Tarudije hizi fedha? Kwa akaweka masharti kwamba apewe ruhusa ya kuchimba madini adimu duniani yanayopatikana na Ukraine ambayo ni lanthanum, erbium na lithium. Madini haya na ambayo kazi yake kubwa ni kutengeneza vifaa vya electronics pamoja na vifaa vya sayari zingine, yani hizo za anga kwenye spaces zingine. Na madini haya yanapatikana kwa uchache sana duniani na sehemu kubwa yapo Ukraine. Kwa Marekani sasa yakasema ana ya madini kwa ajili ya teknolojia mm -hmm. yake ya anga mm -hmm. Ukizingatia hasa kutokana na mtu ambaye anajihusisha sana na masuala ya anga ni Elon Musk, na yeye amekuwa ni mtu muhimu katika serikali mm -hmm. ya Donald Trump ambayo ameichagua, na unakumbuka hapa wameanzisha kitengo kingine inaitwa Dodge Department of mm -hmm. uh, uh, Efficiency mm -hmm. Umeona Department of Government Efficiency kwa hiyo. Ikatokea sasa pale kuwa Zelenski aliitwa waite ausia Ikulu mm. Kwa ajili ya kwenda kusainiana sasa hii nini i mikataba mikataba, yes, na wakaweka mm. masharti kuwa ili waendelee kuiunga mkono Ukraine, inabidi ikubali kutoa madini yake hayo ambayo ni madini adimu. Ulikuwa uamuzi mgumu sana. Na mm -hmm. kwa Volodymyr Zelensky, lakini hakuwa na jinsi, ilibidi yakubali tu, na ndio sasa hiyo tarehe nayoiongelea akawa ameenda kusaini huo mkataba mm -hmm. na nakumbuka Zelensky, kwanza kwa alipofika kwa pale, waandishi wa habari walianza kumuuliza kwa nini haujavaa suti, Zelenski akajibu mm -hmm. Nawezaje kutafuta ufahari wa mavazi wakati watu wangu wanakufa na nchi imetapakaa damu? Umeona suti kabisa. Yes, ilikuwa ni mojawapo ya mambo mm -hmm. ambayo waliulizwa, lakini uwa bado aliendelea kumuuliza we ni kiongozi mkubwa, kwa nini e, kama kiongozi mkubwa, kwa nini we usivae suti? Kwa hiyo majibu ya Zelenski yakao hivyo, lakini tunakumbuka walipokuwa pale wakaingia kwenye mabishano ambayo mm -hmm. walibishana sana. Uh, kati ya Donald Trump na rais wa Ukraine, na Donald Trump alimwambia Zelensky kuwa isingekuwa msaada wa Marekani manake Putin angekupiga ndani ya wiki mbili tu, angekuwa mm. alishamaliza nchi <laughs> na Zelensky na akajibu akasema, lakini ni mwaka wa tatu sasa na mwenzako Putin alisema ni siku tatu tu, ikabidi mm. Tena Trump akamwambia, ingekuwa hata chini ya hizo siku tatu mm. kwa sababu sisi ndio tumekusaidia. Kwa hiyo, baada ya pale akapewa masaa mawili awe ameondoka ndani ya taifa la mm. Marekani. Kwa mikataba ile haikusainiwa kwa sababu walimwambia, ungetakiwa uwe na shukrani vile Marekani ilivyokusaidia. Sasa, jamani, nimeshukuru sana lakini kwa hiyo sasa pale watu wakaanza kujiuliza, huyu ni kiongozi na huyu ni rais wa taifa la Ukraine amefanyiwa hivyo kwenye ofisi za Marekani. Kwa sasa umesema kwa jicho la Kiafrika. Je, Afrika viongozi wetu wanajifunza nini katika tukio kama hili? Kwa sababu ile ni kumdhalilisha kiongozi. Maana mwisho wa siku yule ni rais wa taifa la nini? Mm. La Ukraine. Lakini ameweza kufoka kwa kama mtoto mdogo na kufukuzwa kuambiwa, masaa mawili tunakupa uondoke hapa. Na kweli manake utaratibu ilibidi aingie pale waingie wa, mm, wa asaini kitabu waongee, baada ya kuongea kuna utaratibu wa chakula waende pale wa, lakini Zelenski hata maji ya shilingi 500 hajapewa. Mm -mm. Umeona, yaani ameingia ametoka kama alivyoingia. mm. Kwa hiyo je, wanajifunza nini? Kwa sababu tukumbuke kwenye uapisho au kuapishwa kwa Donald Trump hakuna kiongozi alihudhuria zile sherehe na yeye peke yake, alimpa personal invitation huyu rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, lakini viongozi wengine hakuwaalika, alisema kaeni huko mm. huko endeleeni na mambo yenu mm. Hivi <laughs> sasa katika jicho la Kiafrika kama ulivyoniuliza mm. je, Waafrika tunajifunza nini kwa alichofanyiwa Volodymyr Zelensky kwa sababu yule ni kiongozi na, na, na, na hii umeona imekuwa ni too much sasa, hata kama mm. Donald Trump ana misimamo, lakini imekuwa ni too much, kwa sababu watu wengi na viongozi wengi duniani wameamikia hilo swala. Liona ni udhalilishaji wa kumdhalilisha rais wa taifa lingine. Kwa hiyo iko. Sasa tunakuja kwetu, kwa nini kwa Afrika yetu hii je? Yeah, tunapokuwa tunasaidiwa mm hizi -hmm. E, nchi za Kiafrika zapokuwa zinasaidiwa sana sana mm -hmm. na taifa hili la Marekani mm -hmm. tunajifunza nini sasa kutokana mm -hmm. na hili, kwa sababu mwenzetu pale asilimia hamsini ya madini mm -hmm. ameambiwa inabidi ayapeleke wapi? Ayapeleke Marekani mm -hmm. kwa sababu na pia anatakiwa wanashukurani kwa yale yaliyotokea, yes. Zelenski huyu je, kwa jicho la kiafrika sasa, sisi kama sisi, kwa sababu kumbuka mm, Marekani hakupi kitu bure hivi mm yeah, yeah. Ukumbuke wakati wameanza kumsapoti Volodimir Zelenski kwenye utawala wa Jo Biden wakatunga sheria kuwa huu sio msaada huu mm, ni mkopo, kwa maana kuwa raisi mwingine atakayekuja mm, akute tayari pale, ni sheria. Waliangalia huwa hawakusapoti hivi hivi mm. Na sasa sera za Donald Trump ziko wazi, ziko Yeah. Hey. Amesema jeshi la Marekani sio polisi wa dunia mm. Unataka tukulinde, tuambie una nini. Ndio hiki umekiona hapa Kongo sasa. Umeona, umeona Kongo, maana tarehe ishirini na moja mwezi wa pili mm. wasema rais wa Kongo aliandika barua kuiomba serikali ya Marekani kusaidia mm -hmm. mgogoro unaoendelea, hususan Kongo mashariki hapa, kuwafurumusha hawa M23 mm -hmm. Kwa aliandika barua na barua ile, maana sera za Trump ziko clear barua ile ndani ya barua akasema, jamani, tuna madini hapa lakini mje mtulinde. Kwa hiyo Marekani wametuma tayari maafisa pale katika taifa la Kongo, maana mm -hmm. madini ambayo wameangalia pale kuna uranium aa, kuna madini ya cobalt umeona alafu na madini mengine pia <laughs> mengine mengine, kwa sababu Kongo ni tajiri kwa mm. madini. Kwa hiyo baada ya kuanalis wajue ni nini wataleta sasa kambi za kijeshi za Marekani mashariki mwa Kongo kwa ajili ya kuilinda Kongo au kuwalinda wakongomani kuwafurumusha M23, jambo ambalo pia limemshangaza kidogo Ibrahim Traore kuwa inakuwaje? Yaani sisi huku West Africa tunaondoa kambi za kijeshi za Wamarekani na Wafaransa madini halafu waje wakulinde, hmm. Kwa nini tusilindane wenyewe? kwa sababu kweli ni kuwa M23 walikuwa na nia ya kwenda mpaka Kinshasa mm -hmm. Kupindua serikali ya Kongo, lakini wazalendo ndio waliozuia hilo zoezi mm -hmm. Wasiweze kufanikiwa kwenda kule. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Donald Trump yuko wazi, yuko clear, sera zake zimenyooka hivi. Yule jamaa ni mbabe na anapenda wababe duniani. Ndio maana unaona marafiki zake ni wakina Putin mbabe, ukiangalia Kim Jong Un ni mbabe, ukiangalia wakina Xi Jinping wote hawa ni wababe, kwa sababu Donald Trump na yeye sera zake zimenyooka na ni sera za kibabe. Kwa haya ndiyo yaliyotokea. Swali, Afrika, tuna nini cha kujifunza kwa msaada wa miaka mitatu ambao Marekani amekuwa akiutoa? kwa Ukraine, taifa lililovamiwa na taifa la Urusi, ambao sasa amekuwa akiutoa katika kujilinda. Kwa sababu kumbuka, Urusi tayari pale amechukua majimbo yake manne pale. Kuna Zaporizhia kuna Luhansk kuna Donetsk, Donbas, hiyo ameshaichukua pale. Je, mm. yeah, tuna la, nini la kujifunza baada ya msaada wa miaka mitatu ambayo, uh, Zelensky amesema anataka kurudisha yale majimbo, alafu pamoja na Crimea iliyochukuliwa 2014 mm. amesema anataka kurudisha yale majimbo Mpo, lakini bado huo msaada wa hiyo miaka mitatu mm. amekuja ameambiwa Jomba, hebu turudishie pesa zetu. Sasa jamani mimi narudishaje pesa nishatumia? Anambia, "Ah no, una madini hapa." Kwa hiyo sisi tunataka 50% ya haya madini kwa sababu madini yale thamani yake anagharimu dola za Kimarekani bilioni 500. Kumbuka Donald Trump anasema wamemsaidia kwa dola bilioni 350. Mm. Kwa hiyo ina maana kuna faida. Sasa Donald Trump yule ni mfanyabiashara mm na kila anachokiangalia anaangalia katika jicho la fursa. Mm. Kwa vita vya Ukraine na Urusi vimekuwa ni fursa kubwa kwa Marekani kuweza kunufaika na madini adimu ya dimu yanayopatikana pale Ukraine.